Ambacho itatubeba baada ya yeah. Lakini na maneno yake nasema ile jeneza, na maneno nasema hivi umdhuru ilayya bi'aqlika, nitizame mimi jeneza. Wewe mwanadamu, mimi nitizame kwa akili yako. Kwa sababu gani? Ana muhayyaun linaqlika, mimi nimetengenezwa kwa ajili ya kukuhanisha wewe <laughs> yaani jeneza ile ukiona ipo simpo simpo tu kawaida, lakini imetengenezwa kwa ajili ya kusubiri wewe kunisubiri mimi. Tena ikaendelea mbele hivi hujawahi kuona kamsara mimi mimi nilifika? Ni watu wangapi ambao wamebebwa na jeneza mimi au mfano wa jeneza kama mimi? Hujawahi kuona? Kwa jeneza ile yenyewe inatosha kwamba sisi tunangoja kufa na jeneza inatusubiri. Angalia, leo tunaenda na shehe wetu jeneza, tunaenda nayo lakini hatuendi kuizika. Jeneza tunamtoa mzee wetu afu, jeneza tunayemrudika. Ije mtumini nani? Au kwa hiyo suki ambaye ametumwa rasmi kwa ajili ya yeye sasa ni naye Shehe Abdurrahmani Nur, kwa sababu ametumwa. Angekuwa hajatumwa mimi singemsimamisha, lakini kwa sababu katumwa, mimi sasa itabidi nimwombe ni, ni asimame kwa nafasi ya Shehe Yusuf Abdurrahmani, nafasi ni ya kwako. Karibu. Yeye anatoka lakini vibaoni simu kwamba kule Shekhe Kombo aliagiza akifa Shekhe Yusuf apewe taarifa. Sasa taarifa hiyo jana imemkuta Shekhe Yusuf, na Shekhe Yusuf katuma mwakilishi ambaye ni Shekh Abdurahman ibn Shekh Nur. Kwa hiyo karibu <coughs> kwamba ameambiwa kwamba na mzee Shee Kombo kwamba akifariki lazima akukulia wakunambia, nenda kaniwakilishe. Hivyo basi, niko pamoja naye kiroho na kimaombezi, ingawa kimwili yuko mbali mishua yote. Pia ameendelea kusema kwamba anatuombea dua ama kukombeni dua, huwa na subira kwa kipindi hiki cha majonzi ya kutokewa na shehe wetu eh, Sheikh Kombo. Basi nilipopata simu ile asubuhi, nikawapigia simu wenzangu, washirika wenzangu ambao wa nakenashemaharamkeashuru kaka yangu shaamaalu nashenga kata, wote safari ni moja. Sasa nikakaa nyuma kule, kwa sababu kapiki shemara atamaliza kila kitu lakini kwa makusudi tu kutaka basi labda pia wazee nao wanijue, nani natata kutaja ponde hivyo. Ni kijana wenu niko vibaoni, na nimekuja kwa niaba ya Sheikh Yusufu ni waseme Subuki. Kwa hiyo ndio hiyo salamu yangu, simaza masimaji anaambia afikishe ujumbe. Nitatoa hadithi moja kwa sababu tu vile yeye mwenyewe sema, na najua mimi si mzungumzaji, ndio maana kazi yangu mimi kufundisha alifu tu, sababu najua usiletee, siwezi alifu. Basi nitaisoma hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Shanwani anasema hiki ni kipande cha hadithi. Ukamilifu wake unasema innal ulamaa bihazzin wafir. Alafu wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala llahu lahu tariqan ila al-janna, ai inasema hakika wanawachuoni ni mawarithi wa mitume, na hao wanawachuoni wamerisi ilmu, hawa kurithi chochote wa wamerisi nini hiyo hata yes. So, <coughs> keechukua hiyo ilmu basi, amechukua amechukua fungu lake, au amechukua kitu chake kilichokamilika. Kama ni balo lako lile, limefungwa vizuri, likupungutwa hata kidogo, kama ni mzigo wako wa vitabu, ni nini chochote unachokijua kwamba hiki kimekamilika vizuri Ukichukua ilmu umechukua kitu ambacho kimegaminika vizuri. Ndivyo sasa, Mtume ikaendelea hadithi, hata atakefuata njia akatafuta ndani ya njia hiyo ilmu, Mungu atamfanya wepesi njia ya kwendea pepo. Uwepesi unakujaje? Ndio Mungu akakupitishe mguu kwa mguu, atamwafikisha mnyazi. Mungu uwafikuwa bila amali swalih Mungu ataafikisha tena matendo mema kwa ajili ya hiyo ilmu, matendo mema ambayo ndiyetakuawewe wepesi wa matendo ayo fike wapi? Sasa hapa, ujumbe wangu unasema kwamba safari ya kutoka kuanzia dar Salaam vibaoni mono

Sasa fungu lile tunaliondoa linakwenda kaburini. Haya ndiyo masikitiko makubwa.